Naam, hujambo na karibu kwenye Kurunzi Live leo tarehe 27 mwezi wa tano mwaka 2025. Leo tunazungumzia masuala ya kandanda nchini Tanzania. Mwaka 2023, klabu ya soka ya Yanga Tanzania ilitinga fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika mm, lakini haikufanikiwa kubeba kombe, na miaka miwili baadaye, yaani mwaka huu, watani wao wajadi Simba nao walitinga fainali katika michuano hii, na wao vilevile vile hawakuweza kulibeba kombe la shirikisho barani Afrika. Mimi ni Suleiman Mwiru niko na studioni hapa na mwenzangu Samu Njama mm, kuzungumzia maswala haya kandanda. Kipi kinaenda kombo kwa vilabu hivi vya Afrika Mashariki kulibeba kombe la Afrika? Mambo vipi? Shwari kabisa. Maana tumeanza mchaka mchaka, mwanzo mwisho. Uko vizuri? Niko freshi kabisa. Nianze na wewe kabla tujaenda kwa mfuatiliaji wetu mm -hmm. kuzungumzia hili. Wewe mpira wa Afrika Mashariki unaofahamu vizuri na kilichotokea juzi pia ulikishuhudia Simba katika mchezo wa finali dhidi ya RS Berkane ya Morocco. Wameshindwa kubeba kombe la Afrika kwa mara ya pili. Unakumbuka mara ya kwanza kabisa <coughs> ilikuwa mwaka 1993, miaka 32 iliyopita. Uh-huh. Kwa mara hii walikuwa wanaamini pengine wanaweza wakalibakisha kombe nchini Tanzania, uh-huh, lakini kwa bahati mbaya imeshindikana. Lakini miaka miwili pia nyuma kama nilivyosema hapo awali ni kwamba Yanga pia vile vile walifika finali katika kombe hili na wao vile vile walishindwa kulibeba kombe hili. Timu hizi za, za Tanzania zinashindwa kutamba kwa mara nyingine tena. Tatizo ni nini kwa mtazamo wako? Kwa mtazamo wangu ni kwamba mara nyingi kuna mizozo hmm, ya ndani, e, ukosefu wa miundombinu ambayo inajitosheleza kwa timu kuweza kufanya vizuri hmm, lakini pia utawala usio na mwelekeo, viwanja mbalimbali mbali, pia kuna migogoro midogo midogo ambayo inatokezea hmm, eh, hasa katika bodi za michezo za ndani. Tuanze hapa kama tulivyozungumzia Tanzania hmm, eh, Simba na Yanga ni watani wa jadi. Ikiwa ni swala la Yanga, kuna ushabiki kupita kiasi hmm, iwapo ni Simba imefanikiwa kufuzu basi hmm, Yanga hawaiungi mkono kuse kusema kwamba inawakilisha taifa badala yake, ushabiki unaingia e, na watu wanaiombea hata mpinzani awe atapoteza iwe mwingine anafurahi. Wengine wasema kwamba e, angebeba yeye kombe sisi tu mitihani tusingepumua. Kwa hiyo nafikiri swala kama hili pia linapunguza ama linachanganya e, <laughs> e, e, mashabiki katika ama wachezaji uwanjani pale, wanakuwa na shinikizo <laughs> kupita kiasi, wanashindwa namna gani watajitahidi kwamba haya matokeo yasiweze kuathiri kwa namna moja ama nyingine. Lakini vile vile tukizungumzia miundo mbinu viwanja ambavyo viko hadhi ya viwanja, licha ya kwamba uh, Tanzania Wizara ya Michezo inajitahidi kuhakikisha kwamba uh, miundo mbinu ipo katika viwango vijuu, lakini mechi ya Simba kama fainali mm -hmm. mechi ya marudio mm -hmm. um, kulikuwa na tetesi kabla ya maamuzi ya wapi mechi yenyewe itachezwa mm -hmm. eh, uh, hatimaye kiamuliwa kwamba ichezwe katika uwanja wa Amani ni waman, after baada ya mvuta mm -hmm. nikuvute mm -hmm. ambazo nadhani kisaikolojia kwa wachezaji

uwanjani kwa hiyo nadhani mambo mengi yamepambana kwa pamoja, alafu inafikia wakati pia wachezaji wanaanza kutoa lawama ama wanaangalia mechi, unasema ah, hii mechi tunaingia, lakini sidhani kama hata tukacheza vizuri mm. kama tutatoa yale matokeo ambayo pengine tunayahitaji, ima tutaonewa na marefa mm. ima mashabiki hawatafurahishwa na kiwango. Kwa hiyo kuna masuala mengi ambayo yanakatiza katika hilo la, la, la, la refa li, limekuwa mjadala sana katika ba, hasa katika baada ya mechi hii ya Simba ya hivi karibuni ya mm -hmm. siku mbili zilizopita mm -hmm. Ni kwamba hata wa, naibu waziri anayehusika na wizara ya michezo Tanzania aliweka katika mitandao ya, ya kijamii, akisema kwamba yeye ni kama anaituhumu e, analituhumu shirikisho la soka Afrika kwamba, e, ni kama matokeo yanapangwa kabla ya mechi mm -hmm. kuwapa kwa, kwa, kwa, nafasi wengine hasa hasa katika timu ambazo natoka Afrika Kaskazini mm -hmm. kwa hiyo hata aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa klabu ya Simba Barbara Gonzales naye aliweka mitandao ya, ya, ya kijamii kwamba akihisi kama kuna namna fulani. Aa, akidai kwamba ni kama Simba hajatendewa haki katika maamuzi. Utakumbuka pia katika mchezo huo mmoja ya mchezaji wa Simba Yusuf Kagoma alipewa kadi nyekundu. Kwa hiyo mm -hmm. Watu wengi wakawa wanafikiri kwamba ile kadi nyekundu haikupaswa kutolewa mm -hmm. Na kama maamuzi yamechemsha na vitu kama hivyo, lakini haya yote ni madai ambayo watu wengi walikuwa wanatarajia pengine e, wa Simba wangeweza kuchukua ubingwa mm -hmm. Lakini pamoja na yote hayo wameshindwa kubeba, lakini hili la, la, la, la Simba kutoungwa mkono na watani wao wajadi mm -hmm. Inaweza kaa ni ishu ya kawaida mm -hmm. Lakini tuliona pia katika mchezo kama huu si tulifanya video ambayo ipo katika mitandao yetu ya kijamii ilikuwa inaonyesha ba ba baadhi ya mashabiki wa Simba wakimtoa uwanjani, shabiki wa Yanga na mmoja akichanachana jezi na vitu kama hivyo. Mm -hmm. Haya ni mambo ya nje ya uwanja ambayo tafsiri yake inaweza ikawe sio ya kimchezo sana na haionyeshi uungwana katika mambo kama haya. Mm -hmm. Lakini kwa namna moja au nyingine nafikiri haya ni mambo mengi sana ya nje ya uwanja. Lakini ndani ya uwanja mimi niko najiuliza swali moja tu ambalo pengine mfalme YouTube pia anaanza kana najiuliza. Ni kweli kwamba viwango vya wachezaji havitoshi, mm -hmm. kupambana na hii presha? Kwa sababu kama mmefika finali, manake mnaonyesha kwamba nyinyi mna uwezo wa kubeba kombe, sio? Ni kwamba uwezo wenu ni mdogo, hamjiamini, mnapagawa, ama ni ama ni hizi hujuma ambazo watu wanazisema ndo zinaweza zikawa pengine zinachangia kutoshindwa kupata matokeo, kwa sababu safari ya kutoka hatua ya, ya makundi mm -hmm. robo fainali, nusu fainali mpaka fainali ni hatua kubwa sana. Kwa nini hii hi hatua ya mwisho tu ndo ionekana kama ina matatizo na mapungufu yote haya, Sulemani? Shinikizo linakuwa ni kubwa ikizingatiwa mm. e kwamba mechi ya kwanza walianzia ugenini ya fainali, kwa hiyo mm. kule unakwenda kwamba wamepatana na mashabiki eh, ambao wa, wa Berkani wamejaza wa uwanja wanaipatia timu yao amshamsha, wamepata Uh, shinikizo kupita kiasi na uwanjani, e, mchezaji ama mashabiki anakuwa ni mchezaji wa kumi na mbili pale uwanjani, kwa hiyo ana nafasi kubwa sana katika kadri matokeo yanavyocheza ama mm, yatakavyojitokeza katika mechi, lakini pia vile vile namna gani wachezaji watakuwa katika shinikizo la kuweza kutuliza mipira, kudhibiti mipira, kutoa pasi ambazo unasema ni accurate pass bila ya kutetereka. E, unapata wachezaji wanacheza uwanjani, mashabiki wa nyumbani wanawazomea wachezaji, unamjua mchezaji ana kiwango kizuri kabisa anaweza kudhibiti e, mpira na kutoa pasi zilizokamilika, lakini punde tu hizi shinikizo zinazokuwa e, kupita kiasi unamwona kama ametetereka. Na ndio maana hapa kuna uh, baadhi ya watu ama kuna baadhi ya majarida yanasema mm -hmm. kwamba Simba katika mechi yao ya nyumbani na hata ugenini mm -hmm. walishindwa kujipanga upya baada ya shinikizo kuona, shinikizo kuona mm -hmm. Kwanza tuzungumzie kadi nyekundu ilipotolewa e, maswala kama haya ikiwa ma matokeo hayaendani na vile mlivyotarajia ni namna gani mnajiandaa upya kulingana na matukio yaliyojitokeza pale mm. e, wakati wa mchezo? Kwa hiyo nadhani e, Simba katika mchezo huu walitetereka baada ya kupata kadi nyekundu, vile vile kuona maamuzi hawayafurahishi e, na na vile vile kocha labda hakuweza kuwaelekeza kwamba sawa, pigo limekuja, lakini bado mpira dakika ni tisini, mukijipanga vizuri upya mnaweza kurudi mchezoni. Kwa hiyo timu ikiwa itaweza kujipanga kwa namna hiyo na iweze kurudi mchezoni licha ya shinikizo basi wangeweza kulibeba kombe lakini ndio hivyo e, tayari liko upande wa pili. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> e, eh, Saumu, hili swali pia niliwauliza wafuatiliaji wa mitandao yetu ya kijamii nikawauliza. mm -hmm. Kwamba wao wanahisi vipi, kwamba timu inakuwa ina uwezo mdogo, shinikizo linakuwa ni kubwa, maandalizi yanakuwa yanatoshi, uwezo wa wachezaji ni mdogo ama vipi? mm -hmm. Na kuna watu tayari walikuwa wamesha niandikia, nitasoma maoni mawili alafu kisha tutaenda kuwasikiliza wengine ambao mwenzetu walitufanyia video, aliwauliza moja mm -hmm. kwa moja. Huyu anaitwa Freddy Msabi anasema yuko Tanzania huko anasema kitu kikubwa kinachozitia hasara timu zetu za Tanzania ni, ni hujuma za waamuzi. mara ngapi tumeona penalti zisizo halali, magoli halali yakikataliwa na uamuzi wa wazi kabisa kugeuzwa. hii ni hujuma ya wazi dhidi ya juhudi za wachezaji wetu. mm -hmm. hatuwezi kushinda ubingwa wa Afrika kama kafu, itaende, kama kafu itaendelea kufumbia macho dhuluma kama hizi haki uwanjani ni msingi wa ushindani wa kweli. Mm. Ni moja no, mm -hmm. Mm -hmm. Huyu ni mmoja analamika kwa sana marefu. Mm. Lakini huyu anaitwa Ismail Saki anasema kama tunakaribia fainali, ujue mbeleni tutachukua tu. Tatizo tunakutana na timu zilizowekeza zaidi kwenye mpira. Sisi tumewekeza zaidi kwenye siasa. Ni tofauti kabisa katika michuano kama hii. Sasa tukaitazame hii video. Alafu tukirudi tutaendelea na maoni haya. Mm -hmm. na si pia kuangalia uhalisia wa kile ambacho kinaendelea huko Tanzania wa moyoni ni, wa mashindano ni Simba wa moyoni ni, ni bekane lakini, ndo, ndo Waswahili wakwambia mgeni apotee njia mara mbili, kwa sababu tupo kwenye kujifunza. Uzuri Simba, malengo yetu tumeshaachivu, malengo yalikuwa ni kuvuka watu wetu ambao tumezoea robo fainali kwenda kwa hatua ya mbele. Nadhani imekuja extra time ya imejiongeza, kuna nusu na kuna fainali. Inshallah, kwa mwezi mzungu tumefika fainali tumekuwa nafasi ya pili. Kikubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu na kufurahia malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea yamekamilika. Kiukweli kabisa, kwanza kama, kama Tanzania tumesikitika sababu tungechukua lile kombe, ilikuwa nafasi kubwa sana kwa Tanzania e, cha pili tulichoumia bwana ni lefa tu hamna kingine, lefa katuumiza sana e, kadi nyekundu ile ilikuwa nyepesi sana, so ya kutoa kadi kama fainali umeiharibu, yeah. siki upande yetu tumeona kama tumenyongwa kwa ile redi ambayo imetokea, kwa sababu baada ya redi tumetoka mchezoni. Mwalimu alijitahidi kuturudisha mchezoni, ikashindikana. Tunaona na redi ambayo haikuwa redi clear, kwa sababu ukitazama mchezo ambao tumecheza kwao na mchezo ambao tumecheza huku, kule mchezo wa faulo nyingi, lakini hakuna redi, hakuna yelo. Huku umekuwa mchezo faulo ya kawaida tu, lakini ikawa redi nyingi, redi ipo na yelo nyingi zimetoka. Muna, kwa mchezo likuwa tumetoka mchezoni li kupitia redi, si kwa sababu tumeshamalizana na kule. Tutarudi kujipanga tena, tutizame vikombe vingine, tutafanya vipi. Ila mchezo tuliocheza juzi mfupi metuharibu kisaikolojia, kitu ambacho nimekiona licha ya malalamiko ya baadhi ya mashabiki wa Simba kuhusiana na mwamuzi Dahan Beida raia wa Mauritania. E, kwangu mimi unaweza ukasema kwa kiasi fulani mwamuzi labda aliwanyonga Simba, lakini kikubwa ambacho wana Simba wanakilalamikia ni ile kadi ya pili ya njano ambayo alipewa Yusuf Kagoma na ikapelekea kadi nyekundu. Lakini ukitazama marejeo ya, ya, ile video ni kweli ilikuwa kadi ya pili ya njano ya halali, na ni, ni, ni ambayo Kagoma hakuugusa mpira akaenda kumchezea faulu mchezaji wa RS Bekane, mwamuzi akaamuru kile ambacho kilichotokea. Nadhani e, ile red kadi ndo ilibadilisha taswira nzima ya mchezo kwa sababu Simba tayari walikuwa e, wako pungufu, lakini pale ilikuwa tayari wanaongoza goli moja, kwa sababu wao waliamini walikuwa na advantage, lakini ukiangalia mchezo mzima utaona kuna maeneo muhimu ambao RS Berkane wao waliweza kufanikiwa kuliko Simba, kwa sababu e, katika mchezo mzima dakika 90, utaona RS Berkane wamepiga mashuti e, tisa. Lakini katika mashuti tisa hayo mashuti sita yamelenga lango, lakini Simba ambao walikuwa wenyeji walikuwa nyumbani walipiga mashuti saba na shuti moja tu ambalo la Joshua Mutale ndo lilizaa bao. Kwa hiyo utaona eh, kama Simba walikuwa wanataka ubingwa, hawakuwa na attempt nyingi kuliko timu ambayo tayari ilishapata matokeo ya mazuri wakiwa, wakiwa nyumbani. Lakini kitu ambacho kingine nakiangalia katika mpira wa Afrika ni, ni, ni, ni matumizi mazuri ya, ya uwanja wa nyumbani. Unajua, RS Bekane eh, walivyokuwa katika mchezo wao wa kwanza, walitumia vyema uwanja wao wa nyumbani kule Manispaa ya Bekane na ndani ya dakika 15 tuliona 5 tuliona RS Berkane tayari wamepata magoli mawili, lakini baada ya hapo wakawa wanalazimisha kupata goli la tatu kwa sababu wanaamini mpira wa Afrika hasa eh, ukenda ugenini unakuwa na changamoto zake. Kwa hiyo wao Samu, mmewasikia hawa mashabiki na wadau wa soka huko Tanzania wakieleza jinsi ambavyo waliutazama mchezo mm -hmm, na jinsi walivyopokea matokeo katika baada ya fainali hili kati ya Simba na RS Berkane mm -hmm. Limegusiwa suala hapa la uh, maamuzi ya referee mm -hmm. Limezungumzwa sana, sio tu hapa kwa hawa watu ambao ni na wadau wa soka mm hata -hmm. katika mitandao ya kijamii Tanzania, ukiingia sasa hivi mm -hmm, wapo watu wanamhujumu ama wanam, wanasema kwamba refa kwa namna moja ama nyingine ni kama aliwahujumu Simba hili Magine. Swala sio tu katika mechi kama hii, histori mm. hizi zimekuwa nyingi sana katika soka la Afrika yeah. Unahisi kwa kiwango gani kwamba ni kweli wanachangia timu kukosa matokeo. Niseme sio tu Afrika, marefa mm. wanapokea lawama mara nyingi tu, hata katika ligi ya Uhispania, ligi ya Ujerumani mm. ligi ya La Liga, zote zinatajwa. Wachezaji nakumbuka kuna refa mmoja ambaye mimi nilikuwa siwezi kumsahau, alikuwa naitwa mm. web. Huyo jamaa mm. akichezesha mechi yoyote <laughs> unaangalia tu, lazima kutakuwa <laughs> na maamuzi ambayo hayakuwa uh, labda yako sahihi, lakini nadhani kwa kiasi tangu VAR iletwe, labda pia bado ilikuwa ina, ina, ina changamoto mpaka sasa mm. E, uwanjani matukio yamejitokeza mambo yameonekana pale uwanjani, lakini vile vile hata akaamua kwenda kutazama katika video ya VAR mm. bado kunaonekana mapungufu katika namna ambayo anatoa maamuzi. Lakini je, maamuzi kama haya yakishatolewa, ni wachezaji mnachukua hatua gani katika kuhakikisha kwamba haiathiri uchezaji wenu kisaikolojia mm. Eh, kwa sababu kama ni jambo ambalo limekuwa likionekana katika kandanda mm. ni jambo la kawaida. Je, mnajiandaa vipi katika iwapo likitokea, mnajiandaaje kukabiliana nalo, mnajiandaaje kuhakikisha kwamba halitatatiza uchezaji wenu au matokeo yenu. Umemsikia mchangiaji wa mwisho mm. ametoa tathmini ya jinsi alivyoona kwamba mm. kweli kadi ni stahiki, lakini hapa sisi mara nyingi tunaweka na ushabiki ndani, kwamba ingekuwa si hivyo, ingekuwa sio kadi nyekundu, ingekuwa si hivi. Kwa hiyo ina ondoa ule uhalisia. Mara nyingine tunaona kweli kabisa hapa makosa yalifanyika, lakini iwapo refa kweli amefanya maamuzi ambayo sio sah sahihi sahihi, mm. sio stahiki, lakini bado mna dakika tisini za kujipanga upya, na kuna baadhi ya, ya, ya mbinu ambazo timu inapaswa kujipanga uh, kuna kitu kinaitwa te relaxation techniques mm. yani, wachezaji wakiwa pale katika uwanja wanapaswa kujifunza wakati wa mazoezi ni namna gani ya kuweza kumudu hii presha na kuhakikisha kwa kamba, sawa, tunajipanga upya namna gani, mchezaji mmoja wetu ameondolewa, tunajilinda zaidi, nani tunamtuma katika kushambulia mm -hmm. Eh, na vile, vile, hiyo advantage ya kwamba uko nyumbani eh, namna, gani, unaweza kujisaidia kwa hiyo, namna kama hizi ukiweza kutafuta ni mbinu gani ambayo u, u, unaweza kudhibiti matokeo ambayo huku yategemea huku yatarajia uwanjani, basi yata, ima ya kurejesha mchezoni ama ya kupatia kipigo mm -hmm. maoni ni mseto kama wenzangu wanavyosema mm. Mimi naweza kuonekana na maoni tofauti kwamba kwa namna fulani ushabiki uwekekao, sio kwamba nazungumza kama mshabiki, ka, nazungumza kama mtu ambaye nafuatilia soka bila shaka kila wakati, na wakati mwingine unaona kabisa kwamba e, maamuzi ma, ma, ma, ma, kama haya yanakuwa yanaleta mjadala sana katika mitandao ya kijamii. Kwa mfano kama kitu kinajadiliwa maanake ni kwamba kuna maoni mseto na kila mmoja anaona kwa jicho lake, mm-hmm. na inawezekana yote kwa yote ni kwamba dakika tisini zishamalizika na timu ishapata matokeo mengine na vitu kama hivyo, kwa hivyo huwezi kuwazuia wachambuzi kusema ya kwao lakini, mm kuna hili swala Saumu, kwamba katika vilabu vya Afrika mm -hmm. wapo watu ambao wapo katika shirikisho la soka barani Afrika kafu ambao wapo na viongozi ndani ya shirikisho mm -hmm. lakini pia hao hao viongozi ni ama wanamiliki timu mojawapo yanayoshiriki michuano hiyo hiyo mm -hmm. ama wana ushawishi ndani ya vilabu fulani. Baadhi ya watu wanatafsiri kwamba pengine mwelekeo huu unachangia ama kupangwa matokeo, mm -hmm. ama timu fulani kuhisi kama inapendelewa zaidi kwa sababu watu wa maamuzi ndio hawa wanaosimamia shirikisho mm -hmm. Hili swala lina, li, unalipima katika mizani gani? Mimi kimtazamo wangu ningeliangalia hili swala kwa namna mbili. mm -hmm. Labda kuna uwezekano wakawa na ushawishi katika mm -hmm. maswala pengine kuboresha miundombinu ya timu ambayo inazisimamia, kwa mfano pengine timu inayosimamia Mamelodi Sundowns yeah, ambayo ni rais wa shirikisho la Afrika ndo anasimamia. Sasa rais wa shirikisho anafahamu ni namna gani ambavyo ama ni miundombinu gani inahitajika kuhakikisha kwamba hii timu inayoisimamia mm. inapata kila kitu kikiwa katika kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo watapata katika uh, kusajili wachezaji wana mbinu ambao pengine inakuwa ni bora ikilinganishwa na timu pengine ya Yanga ama na Simba. Uh, ukiangalia miundo mbinu ya, ya marefa ambao wanaowatumia, mm. labda kimtazamo wao wana uh, fedha za kutosha za kumleta kocha yoyote ambaye pengine kwa kiwango chochote kile angehitaji kulipwa. Eh, mbali na hivyo labda vifaa wanavyotumia katika mazoezi ni vya kiwango cha juu ambao pengine Yanga na Simba licha ya kwamba wanao wafadhili, wanazo fedha, lakini haziendani sawa sawa na za Mosepe. Kwa hiyo ni ni ni, ni nadhani kwa kiasi kikubwa. Sio tu katika kupanga matokeo, inaweza kuwa hasaidii katika kupanga matokeo kabisa, uh -huh, lakini anawawezesha ama anakiwezesha kikosi cha timu anayoisimamia kupata kila kitu muhimu katika kuiwezesha timu kuweza kutoa matokeo bora na vile vile kuweka kikosi ambacho hata kiende wapi, ukiona mchezo wao na vichezo unauona kwamba huu ni mchezo ulioenda shule. Ndio maana linakuja swali hapa, kwa ufupi sana nijibu ili swali kwa sababu muda na unazidi kuyoyoma mm-hmm kwamba ipo haja ya kuwa na viongozi ndani ya shirikisho na vilabu wale wale ama kutakuwa kuna mtengano hapa ili kuweka fair kabisa. Maanake sasa, hiyo huwezi kuzuia tena watu baadaye kuja kufikiria kama pengine kwa sababu ni rais wa shirikisho mm -hmm. Basi kuna namna, kwa sababu unaweza kwa kweli usaidii katika kupanga matokeo, unawasaidia kwenye mambo yako ambayo unayatimiza kama kiongozi wa timu mm -hmm. Lakini vile vile upande wa pili wewe ni kiongozi. Sasa ili kutoa huu mzizi wa fitna mm -hmm. Wewe unahisi kuwepo na kiongozi mwenye pande mbili za shilingi ama kusiwe? Nafikiri kwamba sheria za za kandanda mm -hmm. FIFA na hata za dunia haz zi katazi kwa namna yoyote. Kama wewe kiongozi katika shirikisho, basi huwezi kuwa na timu. Ni biashara kama biashara nyingine, labda pengine awe yeye kweli ni msimamizi wa wa, wa bodi, yupo katika shirikisho mm. Lakini vile vile kwa sababu hairuhusiwi, anamtafuta ndugu yake jamaa yake, anamweka tu pale kama njia ya kwamba ah, huyu ndio msimamizi, lakini kwa kweli msimamizi ni kwa hiyo afadhali mumjue tu kwamba ni huyu ndiye anayesimamia timu, ni huyu ndio mwenye timu, ama afadhali mlaghaiwe. Kwa hiyo nadhani si sio kwamba inatatiza, ni kuwe tu na uaminifu, kuwe na, na mwelekeo mm-hmm. Kuwe na sheria ambazo zinaweza kutumika iwapo atapatikana na hatia kukiwa na ushahidi wa kutosha ya? E, kwamba kweli amehusika katika kupanga matokeo, bila shaka sheria ifuate mkondo wake, ingekuwa ni mawazo yangu mimi mm. Yani ni manake ningevuruga vuruga kila kitu hapo katika. <laughs> manake, mtsepe, wezpamia, kafu na Mamelodi mm -hmm, ili mambo yawe sawa, lakini ndo mwisho wa siku kama walivyosema wakati fulani mtu vinakubalika, lakini sasa ndo tunahitimisha hitimisha mtu anaweza kaa anajiuliza timu zetu kwa mfano hizi za Tanzania mbili zimeshindwa kubeba ubingwa mm -hmm. katika fainali tatu. uh -huh. ya kwanza tisini na mbili, tisini na tatu, lakini ya pili elfu mbili ishirini na tatu na elfu mbili ishirini na tano. mm -hmm. Nini kifanyike ili wakati unaofuata, pengine miaka miwili ijayo, hatuwezi kujua, watafanya misimu inaokuja, waweze kulibakisha kombe ama kulibeba ile kombe la Afrika? Kwa ufupi sana, kabla tujaenda kusoma maoni ya wafuatiliaji wetu, nafikiri wajipange upya, waangalie makosa yalipofanyika. hmm. warudi kutazama mechi zao kuanzia mwanzo hadi mwisho, wapi walitetereka, nini cha kupaswa kurekebisha. Uh, na baada ya hapo, kama iwapo pengine ni usajili wa wachezaji, usajili ufanyike. Iwapo ni kuboresha miundombinu, miundombinu iboreshwe. Siasa kwenye kandanda iondolewe, kwa sababu zaidi siasa nayo pia inaathiri eh, michuano yetu. Lakini pia vile vile kwenye comment hapa, watu wamekuwa wakisema yeah, au wengine wanatumia ndumba, wala sio wachezaji mm -hmm. Ukiwa unaaminisha kandanda na suala la ushirikina, bila shaka hamutaweza kupata matokeo, kwa sababu unamtegemea mtu aweze kufanikisha mpate matokeo. Kwa hiyo ni mujipange kisaikolojia na kimichezo, namna gani mnaweza kupata matokeo. Maoni hayo ni maoni, maoni. Mm -hmm. Kimsingi sasa, kama ulivyosema, muda wetu tunaambiwa hautoi sio umeshakafika, lakini kuna huyu mmoja anaitwa Pasco Mahatana anasema Ee eh, watu kama watu wa, wanaamini uchawi kuliko kuwekeza. Sasa <laughs> <laughs> lakini mwisho wa siku ni kwamba <laughs> timu zetu <laughs> zinahitaji kushinda michuano hii mm -hmm. Na nimewasikia viongozi wa Tanzania, kwa mfano viongozi wanaosema hivyo vilabu, serikali inaonyesha jitihada kwamba wanaweza wakatimiza kile ambacho wamekianzisha. Kama timu imeweza kufika finali, sio mara moja, sio mara mbili mm -hmm. Maana yake ni kwamba uwezekano wa kulibeba kombe upo kwa kiwango kikubwa. Mjadala huu utaendelea na mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya YouTube huko tuko mubashara kabisa na Facebook tutaendelea huko kuzungumzia nini kinazikwamisha timu zetu za Tanzania, e, Simba na Yanga ambazo zimefika fainali, bila shaka kushindwa kulibeba taji hata baada ya kufika fainali. Mimi ni Suleiman Mwiru, nilikuwa na mwenzangu naitwa Saumu Njama. Tunawambia tu pengine timu kama hizo ziache kuwa wasindikizaji, tunataka kuona timu zetu za Afrika, e, hasa mashariki, zikuweza kubeba taji hili. Wekundu wa Msimbazi e, na vijana wa Yanga pale tunawatarajia. Asante sana, naitwa Saumu Njama, mjadala uendelee, jumwage Kwenye comments tuambie, unadhani inawezekana? Miaka ijayo inawezekana? Wacha <laughs> <laughs> <Inazekana. laughs> tuone kama itawezekana ama mambo yatakuwa vipi. Asante sana yeah.